Jumuiya ya maendeleo kusini mwa Afrika SADC imeamua kusitisha kikosi chake cha kulinda amani mashariki mwa jamhuri ya kidemokrasia ya Congo. Dakika chache zilizopita, nilibahatika kufanya mazungumuzo na Omari Kavota. Yeye ni mchambuzi wa siasa za DRC na maziwa makuu kutoka katika mji wa Beni ni mashariki mwa jamhuri ya kidemokrasia ya Congo. Nilimuuliza Omari Kavota, kuondoka kwa kikosi cha SADC nchini jamhuri ya kidemokrasia ya Congo kunaweza kuchelewesha mchakato wa kutafuta amani nchini humo Umar Kavota alianza kwa kutoka mtazamo wake. Kwa sasa, uh, ni vigumu kusema ya kuwa kuna athari yoyote, sababu ukijua wakati kama huu vikosi hivi havina uwezo wa kupigana, uh, bega kwa bega na jeshi ya taifa la DRC kwa kukabiliana na uasi au na uvamizi ambao unaendeshwa dhidi ya nchi hii lakini kidiplomasia, uh, inaonekana ya kuwa ni namna wakati mgumu kuonyesha ya kuwa haiunge mkono rafiki wake DRC. Unajua, katika kanda hili au katika bara hili, mshirika wa wakati wowote wa jamhuri kidemokrasi ya kidemokrasia ya Kongo, wakati inapovamiwa na wakati inaposhambuliwa ni SADC sasa inaonekana ya kuwa polepole pole, eh, DRC inapoteza marafiki wake wa karibu. Eh, SADC hatujue imeweza kushawishika na na nani eh, sababu wakati ambao, uh, Eastern Africa Community iliweza kuonyesha msimamo wake eh, wa wazi kutosapoti kijeshi DRC, SADC ndiyo ilikuwa inabakia ni tumaini ya, ya wakongomani wengi ambao wanafikiria kuwa ndiyo sapoti ya DRC, lakini imeonyeshwa sasa kwa kupitia huo msimamo ya kuwa na SADC yenyewe imeweza kujitenga mbali na kuonyesha ya kuwa haiko tayari kuingilia kijeshi, kusaidia kijeshi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo dhidi ya huo uvamizi ambao uh, nchi hii inakabiliana nayo. Kwa namna ninavyoona, inawezekana labda kuna msukumo wa kisiasa nyuma ya uamuzi wa SADC. Inaonekana ya kuwa SADC kupitia msimamo huu inaonesha pole polepole ya kuwa kijeshi haizungumzi lugha moja na DRC, hata ingawa kidiplomasia kunaweza kuwa mambo mengine ambayo yanasemeka, lakini imeonyesha pia ya kuwa SADC, wana memba wa SADC, wale ambao walikuwa ni misingi ya SADC, nikizungumzia hapa Afrika Kusini, nikizungumzia Angola, nikizungumzia Tanzania wameonyesha kuwa hawana tena uh, huo umoja ambao walikuwa wanaonyesha zidi ya DRC, na hapo inaonyesha kuwa uh, DRC kidiplomasia haifaulu, wakati ambapo SADC inachukua msimamo kama huu na wakati kama huu, ni kama kusukuma DRC kuweza kwenda tu kwa njia ya majadiliano, na ingawa inafahamu, inafahamika ya kuwa DRC inaweza kuenda kwa majadiliano lakini E, kwa shingo upande sababu rais wa nchi hii hakuwa tayari lakini amelazimishwa hivi kupitia msukumo wa Umoja wa Mataifa, wa East African Community, hata na SADC yenyewe ambayo mwishowe nayo imeweza kuingilia tu njia hii. Uamuzi huo wa SADC utadumaza kiasi gani mchakato wa kurejesha amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Hapo kupitia msimamo huo Sadek imelazimisha tu DRC kuchukua njia moja, na njia moja hiyo inakuwa tu ni njia ya mazungumzo. Yaani ni ingawa DRC ilikuwa ikisema, iki ilikuwa ikifikiria ya kuwa kijeshi pia inaweza ku ku kuonyesha nguvu yake, ikijua ya kuwa ina usaidizi pia uh, wa kijeshi wa Sadek. Hapo DRC imewezwa kutia imeweza kutiwa ndani ya chaguo moja tu kusema ya kuwa iwapo unachagua uh, kupata suluhu la kijeshi ni wewe pekee DRC kama nchi pasipo usaidizi wowote wa kimataifa. Uh, inaonekana ya kuwa Umoja uh, wa Mataifa, uh, Eastern Africa Community, uh, AU ama Union Africa, pamoja na SADC, wote wameshirikiana kwa nia moja kuhimiza au kusukuma nchi ya DRC kwa njia tu ya mazungumzo, hawaipe fursa ya kufanya chaguo lolote, na hiyo inaonyesha ya kuwa, uh, raia wa DRC ama nchi ya DRC inaachiliwa wakati kama huu na kile ambacho imetiwa uh, ndani mwake kama chaguo ni kutafuta tu uh, sijue suluhisho la kisiasa la kidiplomasia, na hii ndio ambayo inapelekea uh, wote jumuiya ya kimataifa kushirikiana kwa lugha moja kusema ya kuwa DRC izungumze na M23 moja kwa moja, na ingawa hata uh, nchi hii ilikuwa inapinga uh, njia hiyo, lakini imesukumwa, imesukumwa kuweza kupitia huo mlango, na kwa bahati mbaya hiyo ndio chaguo Nam, kama ulivyosema ni njia tu ya kuisukuma DRC kufanya mazungumzo na waasi wa M23 na, na tarehe rasmi imetangazwa na Angola ambaye ni mpatanishi. Tarehe 18 mwezi huu wa Machi, Luanda, nchini Angola, kutakuwepo na mazungumzo kati ya serikali ya DRC na waasi wa M23. endapo mazungumzo hayo hayatozaa matunda Je, jamhuri ya kidemokrasi ya Congo inaweza kujipigania bila msaada wowote kutoka nje? Kwa wakati huu ni vigumu kukadiria hivyo <laughs> lakini imeonekana ya kuwa hata upatanishi wenyewe wa Angola unasukumwa unasukumwa na madola makuu, umoja wa Ulaya, umoja wa Afrika, SADC yenyewe, eastern africa community. Yaani iwapo DRC inaweza kuchagua vita ni kufahamu ya kuwa inachagua peke yake. Sasa hapo, uh, kufanya chaguo kama hilo inategemea DRC inajivunia nguvu gani nyingine ya kipekee au usaidizi gani mwingine ambao hautegemee ambao haupitie kanda kama hizo uh, umoja wa Ulaya, umoja wa Afrika, SADC ama East Africa Community. Yaani DRC imebakia yayo pekee, eh, na kwa muda kama huu ambako Uh, inafaa kuimarisha muundo wa ulinzi na fikiri ya kuwa DRC ukiona hata kwa ndani mchakato ambao makanisa kama uh, Katoliki na, na Uprotestanti ECC ina, inaendesha ni kama tu kusukuma viongozi kwa njia moja, majadiliano ya mazungumzo, na hiyo njia kwa kweli, kama haifaulu, inaweza kuonyesha kuwa DRC itaelekea pabaya ambako inaweza kuwa ni vita ambayo itakuwa ndefu na hiyo itakuwa hatari kwa kanda la maziwa makuu, sababu inji hili ni inji ambalo ni roho ni, ni, ni msingi wa kanda hili la maziwa makuu na hata inji, eh, kanda la, la inji za Afrika ya kati na ya kusini, na hiyo inaonesha kuwa kama hakuna suluhu ambalo itapatikana la haraka hata litapitia njia gani sijui, kisiasa au kidiplomasia, lakini haliwezi kosa kuwa na maafa kwa kanda lote na kwa bara lote la Afrika.